Mungu tumsifu Yesu Kristo. Yeah, yeah, yeah. Tunaadhimisha sikukuu ya watakatifu Simoni na Yuda Tadei Mitume. Ndiyo somo. Ndiyo somo wa parokia yetu hii ya Mpemba. Kumbe ni sikukuu ya parokia. Sikukuu ya parokia inatupa nafasi wanampemba wote na vigango vyake na vitongoji vyake na jumuiya zake kukaa pamoja kumshukuru Mungu kwa zawadi ya parokia yetu, na kwa namna pekee kwa ajili ya hawa watakatifu somo, waombezi wa, wa parokia yetu. Nakaa pamoja pia Kutafakari maendeleo ya parokia yetu tangu ilipoanza. Mwanzoni mwa misa ametushirikisha wa paroko kwamba ni mimi mwenyewe nilikuja kumweka na kufungua parokia hii, ilikuwa ni elfu mbili na kumi na nane. Kipindi hicho nilikuwa ni paroko wa parokia ya Mlowo pia nilikuwa ni mwenyekiti wa umoja wa mapadri jimbo kula Mbeya. Kumbe mwasha marehemu askofu Chengura akanituma kwa ajili ya kufanya tendo hilo, kuzindua hii parokia na kumweka paroko wa kwanza ambaye yuko mpaka sasa, Padri Henerico Mtafya. Ni miaka saba imepita sasa <laughs> Kumbe miaka saba si haba. Saba <tipa> hiyo yamefanyika mambo mengi mazuri ambayo wanampemba yanapata nafasi ya, ya kumwambia Mungu asante. Pia kukusanya nguvu kwa kufanikisha yale mengine yaliyo mbele yetu. Miaka saba hiyo, tunawashukuru pia wasimamizi wetu Simoni na Yuda Thadei Mitume, wanatuombea na mambo yanaenda, Mungu ame- anabariki majukumu yetu. Ni tendo ambalo tunalifanya mara moja kwa mwaka. Kufanya sherehe hii ya parokia ni kitu muhimu, kuhimizana kuna wenzetu wanalega lega, siku kama ya leo ni ya kutiana moyo kwamba twende pamoja. Parokia hii ni ya kwetu, tusimame tuipeleke mbele parokia yetu. Juzi nimeingia hapa jioni, nimepokelewa ni na wazazi na watoto wa kipaimara na baadhi ya Wakristo na nikaona kazi kubwa mmeanza hapo ya ujenzi, ambayo basi asubuhi hii maandamano tumepitia hapo, tubariki huo msingi na kazi hizo, ili Mungu aendelee kubariki majukumu hayo makubwa. Wanampemba, tunapaswa kuacha alama kwa mshikamano, kwa ajili ya kazi hiyo kubwa mlioianza. Kila mmoja aone kwamba kazi hiyo ni ya kwake, Asimtegee mwingine. Hivi, mipango na mikakati ambayo mmejiwekea wote tuichangamkie, na kama tumepitisha kwenye mikutano halali na vikao halali mikakati hiyo, manake tayari ni sheria inatubana sisi zote, na mikutano inapoitishwa kwa kwajia kuangalia tathimini na mwenendo wa kazi hiyo kubwa basi wale wahusika, wajumbe ambao mnapaswa kuhudhuria vikao hivyo, mufike. Nilikuwa na teta na mtu mmoja jana, nasema kutokana na jinsi mnavyokamwana michango mliojiwekea, kuna watu wameanza kutofika kwenye vikao eh. Sasa hii si sura njema, siku hizi wafadhili hawapo, wale zamani wakawa wanatusaidia walisha kufa wote na korona. Umewafadhili ni sisi wenyewe. Kumbe familia, jumuiya, vigango, mjiweke mkakati kwamba parokia yetu ujenzi uliopo tutatoa mchango gani. Tusiegemee tu kwenye ile michango tuliyopangiwa au tuliyopangiana, manake tutoe zaidi, vile viwango tulivyopangiana sio vya kuanzia tu. Wazazi mnapoweka bajeti zenu za familia, kwa ajili ya masomo watoto, matibabu, mavazi, chakula, muingize pia ujenzi wa kanisa, muweke bajeti hiyo, mwingize kwenye mpango ule wa familia, na Mungu atabariki majitoleo yenu. Pia watu binafsi, msichoke kujitolea na wenzetu ambao wanaishi nje ya Mpemba nje ya mkoa huu wa Songwe nje ya jimbo kula Mbeya wanapokuja likizo kututembelea, tuwashirikishe tuwalete hapa saiti waone, na tuwaunganishe pia na kamati yetu ya ujenzi ambayo ina bajeti na mgawanyiko wa kazi. E, kwamba kusimamisha nguzo hizo gharama iko hapa, kuja kupiga jambi gharama hizi sijui mambo ya kuta kupandisha hiki na hiki na sasa ule mgawanyo, ule mgawanyo mkiwaonyesha wale wageni wetu. Maana yake mwenye anasema mimi najitolea, najitolea, najitolea kitu hiki, najitolea kitu hiki, najitolea kitu hiki hiki hiki. Kumbe atupasi kujifungia wanampemba kwamba kazi ni ya kwetu peke yetu, tufungue milango tuwashirikishe na wenzetu ambao wako mbali na sisi, lakini wanakuja kututembelea katika nyakati fulani fulani. Eh, kwa kamati ya ujenzi basi napaswa kuwa na mshikamano na kwa namna ya pekee hakikisha kwamba ripoti na maendeleo ya kazi mnatoa mara kwa mara, ili Wakristo wajue kinachoendelea na kipi kimekwama. Kwa macho kazi imeanza, na hivi ni jambo jema, na kazi inavyoendelea kwenda mbele, basi muwashirikishe Wakristo kuambia namna gani ile fedha yao inavyotumika na na wapi bado tunapaswa kutia nguvu zaidi. Mitume hawa somo wetu walijitoa kutetea imani, pamoja na kwamba waliteuliwa na Yesu, lakini wakaingia kwa nguvu moja, bila kujibakisha, kufanya utume wao, hawakujibakisha. Kumbe hata sisi Wanampemba, tuoneshe umoja wetu na nguvu yetu katika ujenzi wa kanisa na miradi mingine ambayo tunayo katika ngazi ya vigango. Tushikamane, tufanye kazi hiyo. Ndugu zangu, katika sikukuu hii tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya ndugu zetu watakaoimarishwa leo kwa sakramenti ya kipaimara. Tumeambiwa wako 120. Na ni kitu kikubwa cha kumshukuru Mungu kwamba kanisa na parokia yetu iko hai. Tunapobatiza, tunapotoa kipaimara, tunapofungisha ndoa na kuadhimisha sakramenti mbalimbali ndani ya kanisa, maana yake kanisa mahalia liko hai. Kumbe Tunawapongeza vijana na ndugu zetu hawa watakuwa waimarishwa leo kwa hatua waliofikia, wako mia moja ishirini kama ilivyosema baba paroko, ni namba nzuri. Jana tulikuwa kigango cha Ihanda kwa ajili ya kanda ya kule na vigango vingine e, walikuwa karibu sitini na mbili sitini na tano umevijumlisha karibu mia moja themanini mia moja tisini kwa barukia nzima ni e, matokeo mazuri tunawashukuru makatekista wetu mliofanya kazi kuandaa watoto hawa ndugu zetu. Tunawashukuru eh, masista, baba paroko, na viongozi wa ngazi mbalimbali. Tunawashukuru wazazi na wasimamizi ambao mmekuwa sehemu ya hamasa kwa watoto hao wa kufuatilia mafundisho na hatimaye wamefika siku ya leo walioisubiri, wanaingia kwenye kundi la Wakristo kamili maana yake walikuwa tu wamebatizwa na kupata ekaristia takatifu. Sasa wanakamilisha ile sakramenti ya tatu ya kuwaingiza katika Ukristo, na hivi wanaandaliwa kupokea majukumu mbalimbali mbali ndani ya kanisa umbe. Kwetu kama kanisa tunapata nguvu mpya, nguvu kazi mpya, na hivi tunaongezewa mitume wapya katika kanisa. Kila mmoja wetu kwa ubatizo ameingia kwenye kundi la mitume Yesu alitekwa, wale kumi na wawili lakini sasa, wote tunapobatizwa, tunaingia kwenye lile kundi, tunaongeza nguvu kazi ambayo Kristo alituachia ya kwenda kila misho ya dunia kupeleka habari nje, kuwafundisha watu, kuwabatiza kwa jina na nafsi ya roho utatu mtakatifu. Sasa ambao tulipata kipaimara zamani, leo <clears throat> kupitia paimara cha hawa ndugu zetu, tujikumbushe pia wajibu zetu kuna mahali hatukuishi vizuri, kuna mahali tulizembea, kuna mahali tulikuwa nyuma kufanya kazi ya kanisa, kutoa michango kwa wakati, kutoa zaka. Vitu hivi vinafanya kazi ya u... kwa kwame. Kumbe vijana wetu hawa ambao leo wataimarishwa, nyuma yao kuna wazazi, kuna wasimamizi. Wasimamizi, ninyi ni wazazi wa kiroho, mnachukua nafasi kubwa ya kufuatilia makuzi yao ya imani na maadili na wengine mna bahati kusimamia kila mwaka ujenge tabia ya kuwa na kidaftari chako kidogo uorodheshe wanao uwatambue na ukutane nao mara kwa mara uwatie moyo e. sio wa kumi, sio wa kumi na tano, sio wa ishirini hii e. si sawa Manake unapo simamia unapokea wajibu mkubwa kufuatilia mwenendo wa huyo mwanao e. Dominika anapoenda kanisani angaza macho. Je, mwanangu yuko hapa? Amekuja kusali leo? eh e. Uulize mwanangu yuko hapa, fuatilia hmm. Kumbe haitoshi tu kusimamia kula kubwabwa na kucheza muziki afu kwaheri mwalimu. Haitoshi, baadaye tutahojiwa na Mwenyezi Mungu baada ya maisha ya kwamba ulipokea wajibu mkubwa kumsimamia mtoto wako kijana wako lakini ukamterekeza we kutimiza ule wajibu na naamini umeomba kusimamia si kwa sababu ya urafiki kwamba utaweza kumsaidia huyu mwanao akuwe vizuri katika imani masomo tuliyoyasikia leo yanakuelekeza namna gani roho mtakatifu anafanya kazi katika maisha na katika kanisa. Somo letu la kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya kwanza mpaka kumi na moja Roho Mtakatifu anashuka juu ya wafuasi wa Yesu, ile jumuiya ya kwanza wa Kristo. Anashuka kwa sura na ishara ya upepo mkali na ndimi za moto. Kwa ishara ya upepo, Roho Mtakatifu anavunja vunja kila aina ya kikwazo na kipingamizi katika kuenea kwa neno la Mungu, na hivi anasafisha njia, ili wale wafuasi watoke kwenye kile chumba, wakapeleke habari njema za ushindi wa Yesu dhidi ya mauti na dhambi kwa watu wote. Na kwa ishara ya ndimi za moto, Roho Mtakatifu aliwafungua vinywa mitume na wafuasi wake waanze kuongea waanze kuhubiri neno la Mungu bila woga bila wasiwasi wasi. Na hivyo wanajaliwa ujasiri wa kwenda kupeleka habari njema kwa watu. Kilitokea nini baada ya kumpokea Roho Mtakatifu? Walianza kunena lugha mpya, walianza kuongea lugha nyingine. Taajabu, hata watu wa makabila tofauti, wenyeji wa ule mji waliweza kuelewa kile ambacho walikuwa wanaongea wale wageni toka miji tofauti tofauti na Yerusalemu. Na hayo ndio maajabu ya Mwenyezi Mungu, Mungu anayafanya ambayo sisi tunafikia yawezekani, yawezekane. Sasa wenzetu wanaoimarishwa leo, lugha mpya ambayo tunategemea toka kwao ni ni lugha ya upendo, kudumisha upendo katika maisha yao, wajiepushe na uadui ambao hauendani na maisha ya Kikristo, lugha ya haki uepuka dhuluma na uonevu ndani ya maisha yetu. Lugha ya utu wema, wawe wema wenye upendo kwa watu mbalimbali. Lugha ya kulinda uhai, Wakristo tunahimizwa kuacha kufanya e, abortion, utoaji wa mimba. Maisha ambayo Mungu anayatoa kwetu, anatoa kwa watu, ni haki ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunapaswa kuyalinda, kuyatunza, ni zawadi uhai sio kazi yetu sisi kuficha uhai. Toaji wa mimba ni kosa kubwa, na lugha mpya wengine unawatakea watoto wetu, lugha ya upole, lugha ya faraja, lugha ya saburi, waone watu mabadiliko katika maisha yao baada ya bada kipaimara. Ndugu zetu nyie, kama mlikuwa wavivu kwenda kanisani, basi leo mwisho mubadiliki na washangae watu kwamba, kwambase tangu apate kipaimara yo kijana wetu yule mwenzetu amekuwa mkristo hodari, yeah. Eh, tuone mambo mabadiliko haya. Niye watoto wa shule ambao bado nasoma shule zikifunga, kama ulikuwa mbivu kwenda kwenye jumuia ndogo ndogo na wazazi, sasa marufuku. Baada upate kipaimara ubadilike, ambatana na wazazi kwenda kwenye jumuia, usibaki tu umeupiga, tuweupiga sema nafidia ule wa shuleni. uh -huh. usingize uishi hata ukilala masaa mia mbili bado. Eh, ni uvivu huo. mabadiliko mapya tunataka tuone. Kama shulenu kuna tabia ya kuwaibia wenzako kalamu, kuwaibia wenzako daftari, baada ya kupewa mara marufuku, mwiko eh, unapokota kitu cha mwenzako mpatie, na washangae wenzako, waalimu washangae jinsi tabia zenu zilivyobadilika. Ndiyo lugha mpya ambayo tunaitegemea Mnapokuwa nyumbani mwasaidie wazazi kazi eh? Mshiriki majukumu mbalimbali, msiendekeze uvivu. Somo letu la pili, waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kumi na mbili aya ya tatu mpaka ya saba na aya ya 12 mpaka 13, tunajifunza kwamba Roho Mtakatifu tunayempokea kupitia sakramenti ya Kipaimara utusaidia kutambua karama zetu na kuzitumia kwa manufaa ya wengine. Kumbe ni Roho ambaye ni wa huduma, ni Roho ambaye ni mtendaji, ni Roho wa umoja ndani ya kanisa. Tunampokea Roho Mtakatifu si kwa ajili ya kuwadharau wengine, kuonekana sisi ni wa maana zaidi. Hapana, ni Roho anayetuunganisha katika upendo ili tuweze kudumisha mahusiano mema Kumbe haifai kitu karama isipotumika kwa faida ya jumuiya kwa faida ya watu wengine. Tusibanie vipaji vyetu kuwashirikisha wengine. Kila mmoja ana jambo la kumshirikisha mwingine. Ukiyaweka pamoja mambo mazuri, tutatengeneza jumuiya nzuri. Utukufu wa Mungu unaonekana wakati mtu anapotumia karama zake vizuri kwa ajili ya watu wengine. Somo letu la Injili limetushirikisha salamu nzuri Aliyopeleka Yesu kwa wale mitume waliojifungia kwenye kile chumba kwa hofu ya Wayahudi. Kwa nini walikuwa na hofu? Kwa sababu baada ya Yesu kusulubiwa, wakaona wale watesi wake watawarudia wao, wakaenda kujifungia pale Yerusalemu, kuogopa. Yesu anakuja milango ikiwa imefungwa, anasimama katikati yao, anawaambia amani iwe kwenu, na hivi anatuliza hofu yao wanafurahi anaonyesha mikono yao, ubavu wake na miguu yake iliyotobolewa kwa misumari, na Yesu anarudia tena, amani iwe kweli. Eh, kama Baba alivyonipeleka mimi, na mimi nawapeleka ninyi. Alafu nawapa zawadi ya Roho Mtakatifu: pokeeni Roho Mtakatifu, wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. vinywa vyetu vijiepushe kutamka maneno mabaya, maneno ya laana kwa watu wengine, maneno ya matusi. Tupeleke maneno mazuri tunapoenda kuwasalimia wenzetu, tunapoenda kuwatembelea wagonjwa na kadhalika, tupeleke neno la faraja, tujiepushe kutamka matusi kwenye vinywa vyetu. Yesu anapeleka neno la amani, na sisi tunaalikwa kuwa wajumbe wa amani katika maisha yetu, ndugu zangu kipa imara hapa atolewa kwa awa ndugu zetu. Kristo anawajaza Roho Mtakatifu ili waweze kuungama imani yao kwa uthabiti, kupigana na adui wa roho zetu ambaye ni Ibilisi. Kumbe tunawatakia hawa ndugu zetu uthabiti katika imani, waitetee imani ya kanisa letu Katoliki mpaka mwisho wa maisha yao. Kwenye paji la uso wanapokea muhuri wa roho wa paji la Roho Mtakatifu. Huyu ni roho wa hekima na akili, ni roho wa shauri na nguvu, ni roho wa elimu na ibada, ni roho wa uchaji mtakatifu. Ndicho tunachowaombea vijana wetu hawa. Wakati ibada itakapoanza, takuja mmoja mmoja mbele ya askofu tapiga magoti, simamizi akiwa nyuma yake, namshika bega la kulia. Askofu anapomwambia pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu, anaitikia amina, alafu amani iwe nawe, anasema na iwe rohoni mwako, alafu anampiga kofi kidogo cha kumuimarisha. Eh, ni ishara ya kumuimarisha. Sasa watoto hawa tigi, nimekutana nao wachache juzi hapa nimewauliza uliza maswali wamefanya vizuri, lakini kasari hili ili nione nani tahama kanisa letu eh, bado Mungu hajanionyesha eh. Maana kaneka kofi, ningeongeza nguvu ningemzabua mbonga mkofu <laughs> kamba utahama tahama wewe, wiki ijayo kafie mbele huko mpea sasa. <laughs> Mungu hajanionyesha mbele, utawapa wote kakofi kadogo kadogo. Ndugu zangu, wana kipaimara wanaunganishwa na kuwa viungo vya kanisa. Tunawaandaa kupokea majukumu mbalimbali ndani ya kanisa, kwa sababu wamekuwa wa Kristo kamili kwa sakramenti ya kipaimara. Hawa ndugu zetu wanafanywa mashuhuda na vyombo vya amani, vyombo vya umoja na vyombo vya mshikamano. Sakramenti ya Kipaimara utolewa mara moja na hutupatie alama ya kiroho isiyofutika. Kumbe wanetu, msitangetange kwenda kwenye madhehebu mengine, mubaki na msimamo, muwe wa katoliki maisha yenu yote. Ndio hamu yetu, tunatamani kuona hicho. Tutasikitika kuona kwamba leo tumefurahi, tumewaombea, tunakuona kesho tunacheza pambio huko, si upande gani wa dunia eh, tutasikitika kumbe mubaki na msimamo. Walezi, wasimamizi na wazazi, muwasaidie watoto hawa wanangu. Tunawatakia mdumu katika sala, mdumu katika kusoma na kulitafakari neno la Mungu, mdumu katika kutenda matendo mema, matendo ya huruma, hasa kwa wahitaji, mdumu kuwa washiriki wazuri, kuhudhuria na kushiriki jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, kuhudhuria misa na ibada kanisani ili muweze hudumisha mahusiano mema na Mungu. Mujiepushe na uvivu usio na sababu. Mtoe michango mnayopangiwa, mtoe zaka kwa wakati ili kazi ya uinjilishaji ndani ya kanisa isikwame. Tumsifu Yesu Kristo.